mtu akija kukuposa mm. pale pale pokuja kukuposa utapewa nafasi uongee naye ndio ambao ndo mtajadili mahari yaani mtu asikutengenezee mazingira uone kwamba kumdai mahari ni haramu mm. ukikutana na mwanaume yoyote mwaka elfu mbili ishiri na tano mm. akakulazimisha uolewe bila mahari hiyo ni red flag tena kubwa kwa nini mahari ya nini mbona kama umeweka hela mbele mm. <laughs> Hey. Hmm. na hii kauli, Mwenyezi Mungu amekulinda sehemu hizi siku ya kuolewa na siku ya talaka. Hizi ndo siku ambazo wewe una nguvu ya kuongea lolote na mtu yoyote akasikia. hmm. usipotoa idhini huolewe, na mtu hakuoi mtu, anaozeshwa. hmm. ukishindwa kutumia hizi almasi mbili ambazo Mwenyezi Mungu amekupa, hmm. utajuta, kwa sababu ya mapenzi ambayo mara nyingi yanaisha baada ya siku tisini ukaamua kujitoa bure kwa mtu, utakuwa umesaini hmm cheti chako cha mateso kabla u, ujaenda kwenye mateso, mtu akakuaminisha kwa kukumanipulate kwamba kudai mahari ni tamaa, utakuwa umesaini cheti cha mateso mm -hmm. Mtu anayekupenda dada, mtu anayekuthamini, mtu anayeona kama we ni mtu wa thamani, atakupa mahari yako hata kama nitende sita, lakini atakupa mm -hmm. Hata kucheka kwa kutaja mahari mahari yote hiyo, mbona unatamaa sana? mm -hmm. Kwa hiyo unaonaje yani?